Aliamua kunituma, amenituma nije nimwakilishe katika ufunguzi wa mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais anatambua umuhimu wa mkutano huu wa viongozi wakuu, na anaunga mkono kikamilifu jitihada zinazofanywa na taasisi hii katika kuimarisha uadilifu, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa kama msingi wa kulinda utu wa mwananchi na kuimarisha utawala bora na kuhakikisha maendeleo ya taifa letu yanapatikana. Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais anachukia rushwa. Anachukia ubadhilifu. Anachukia matumizi mabaya ya rasilimali za nchi hii. Anachukia uzembe. Ndio maana katika uongozi wake ameziimarisha taasisi zote ikiwepo taasisi yetu hii ya TAKUKURU, taasisi zote zinazojihusisha zinazo na udhibiti. Mheshimiwa Rais katika uongozi wake ameziongezea nguvu, nguvu za rasilimali watu, taasisi zote ameziongezea bajeti kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, ameziongezea miundombinu lakini pia amezipa meno kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji sheria kufanywa marekebisho. Kwa hiyo hiyo yote ni jinsi mheshimiwa rais anavyothamini kazi mnayofanya na jinsi anavyotambua kwamba kutokana na kazi yenu rasilimali za nchi hii zitatumika ipasavyo na kuwaletea Watanzania maendeleo . Kwa hiyo, pokeni salamu hizo. Nimetaja tu kwa ujumla taasisi zote. Na bahati nzuri Mheshimiwa waziri, katika miaka minne na sehemu kwenda mitano ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita, nilipata heshima ya kuwa waziri wa fedha. Ninajua maelekezo na msisitizo ambao mheshimiwa rais alikuwa akiutoa linapokuja jambo la vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi hizi zinazoshughulika na masuala ya udhibiti na usimamizi wa rasilimali za nchi yetu, utawala bora pamoja na masuala yanayohusiana na kupambana na rushwa. Pia ninayo furaha kuwasilisha salamu za pongezi na heri ya mkutano mwema utokea kwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa wanatambua na, na, na kuthamini mchango mkubwa unaofanywa na TAKUKURU pamoja na zaika katika kulinda maslahi ya nchi yetu. Baada ya salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu niwaambie jambo moja kabla sijaenda mbali sana kwenye hotuba yangu. Watanzania tunawapenda TAKUKURU. <klik> Mlitambue hilo tunawapenda na tunapenda kazi mnayofanya. Hata msipotuonaona tukija maofisini kwenu ni mazoea tu, kwa sababu wengi wanaokuja huko wanakuja kwa wito maalum. Lakini ukweli ni kwamba tunawapenda, na mimi nitoe rai kwa Watanzania wote, tuende tu hata kama hatuna wito, kama tuna jambo la kuweza kuwasaidia wenzetu, kwa sababu ukiona kwenye kauli mbiu hii, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza timiza wajibu wetu. Kwa hiyo kila mtanzania ana wajibu wa kutimiza, pamoja na kwamba tunaogopaga tunaogopaga kwenda, kwa sababu wanaokwenda kule wanaenda kwa wito, lakini unapokuwa na jambo linaloweza kusaidia kazi hii, nenda nenda utalindwa, na taarifa zako zitalindwa, lakini zitatumika kuisaidia nchi. Na mimi ninapowasisitizia kuwa nawapenda, nina mifano mingi tu ambayo inatusaidia ina, ina, ina imewahi ina kusaidia mimi. Mheshimiwa mtendaji mkuu wa TAKUKURU, wakati naenda kugombea kwa mara ya kwanza kila mtu niliyekuwa namwambia, nakubalika, naenda kushinda, ananambia utaweza kweli wewe? Natoka shuleni tu naenda kugombea, watu wanaenda na fedha kule. Baadaye tukakaa na mrafiki tena mwingine, alishatangulia TAKUKURU, ndugu yangu mmoja Sibomana William akanambia, nenda, unaachaje? Nataka kuambia jinsi tunavyowapenda sasa. Nikaenda na milioni nne tu Fomu, laki moja alafu kukodi gari ya pamoja, kila, kila mgombea milioni moja kwenye milioni nne zikawa zika zimeondoka milioni moja na laki moja. Sasa baada ya hapo ikawa kila wakinaambia wajumbe, wajanja sana, mnaweza ukawa huko huko na wenzako hapo hapo, wanakuambia mwenyekiti, nasema tu hiyo, wanaweza wakakwambia wenzako wamekuja huku bwana, wanataka na wewe wende, nawaambia, na ukikiri kwamba huna hela, nasema mgombea dhaifu kabisa huyu. Nawaambia, sikilizeni, yaani hapa nilipo niko fiti, lakini kwa kuwa ushindi huu tumeshapata huko kote, TAKUKURU wapo Abuja ta, unaona, watu hapo TAKUKURU wapo ta Kumbe hela sina, nimepata nime msaada wa TAKUKURU. Sasa akipita tu mtu yeyote kule, hata kama sio TAKUKURU, wanasema tumewaona kweli hapa. Tunawapenda na tunathamini kazi yenu, endeleeni, songeni mbele, songeni mbele kazi yenu ni njema sana, hata tusipokuja hata tusipokuja kuja, kuja. Mimi nitoe rai kwa Watanzania, twendeni tuwasaidie. Kazi hii mnayofanya ni ya nchi, sio kazi binafsi, sio kazi binafsi, ni kazi ya nchi. Mnasaidia mnasaidia nchi, na nisiwaseme tu Watanzania, hata mimi ni nina marafiki e, ndugu ambao tunafahamiana DG, unaona hatutafutani tafutani hata nimemwona na, na ndugu Benjamin Kapera ndo alikuwa mchungaji wetu wakati tunasoma akituhubiria akitu, akitu hukuata na kasfeta e, nimemwona ndugu yangu Ismail pale, hata shemeji yangu Happy nilimwona, lakini hatutafutani, ila tunathamini kazi yenu mnayofanya na mimi niwaambie Watanzania wote, fikeni ukiwa na jambo mahususi kabisa linaloweza kusaidia taasisi yetu hii, fika ili tukomeshe mambo ya rushwa. Mkutano huu hufanyika kila mwaka kama nilivyosema pale mwanzo. ipo hatari ya kuchukuliwa kama desturi na utamaduni wa kawaida. Mtazamo huo unaweza kupunguza uzito wake kimkakati na kuathiri tija yake katika mapambano dhidi ya rushwa. Tunapotafakari kwa kina sababu ya sisi kukutana hapa, nilijikuta nikijiuliza maswali mawili ya msingi ambayo naamini kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza: kwa nini lazima taifa letu liendelee kuzuia na kupambana na rushwa katika maisha ya kila siku, na swali la pili, kwa nini serikali kwa ujumla iliamua kuanzisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa? Ukiona hali ilivyo sasa, jiulize pasinge kuwepo na TAKUKURU, pangekuwaje? Eh, e, tu sisi kwenye, kwenye uchumi huwa tunafanya hizo analysis with or without kila taasisi iliyopo na kazi ambazo ilishazifanya, iweke katika mazingira, isinge kuwepo hiyo taasisi, utaona ni nini inamaanisha na ni nini thamani ya taasisi hiyo na kazi inayo inayofanya. Ndivyo hivyo hata kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kabla hujaangalia kisentensi kimoja, weka kwenye mazingira pasinge kuwepo nayo hicho chombo, utapata picha kwa upana thamani ya chombo hicho na kazi inachokifanya. Kwa majibu ya maswali haya, yanatoa uhalali na umuhimu na maana ya kuwepo kwa mkutano huu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU. Mkutano huu ni jukwaa la kitaifa la kutafakari kwa pamoja, kujipima na kujiwekea mwelekeo wa namna bora ya kutekeleza majukumu tuliyokabidhiwa na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329. Rushwa ikikua, mambo ya rushwa asipodhibitiwa na uhalifu mwingine na wenyewe unaongezeka uhalifu wote, taja unaojua, wote na wenyewe unaongezeka. Na kazi za vyombo vingine zisipofanyika vizuri, na huku kwenye masuala ya rushwa na yenyewe yanakuwa. Fikiria wenzetu wa kudhibiti masuala ya madawa ya kulevya, ambavyo wamepambana katika miaka kadhaa hii na kazi kubwa walioifanya. Chukulia fedha chafu hiyo na madawa yangekuwa yameingia, ndio upate thamani ya taasisi hiyo. Na ujue ujue kama huko ungelegalega, huku kwingine kungekuwaje? Kwa hiyo ni zaidi ya wajibu wa kisheria. Mkutano huu unabebwa na matarajio makubwa ya Watanzania kama nilivyosema, watanzania tunawapenda. Wananchi wanatarajia TAKUKURU kupitia viongozi wake itumie mkutano huu kutathmini hali halisi ya rushwa nchini, kubaini changamoto zilizopo, kujifunza kutokana na uzoefu wa utekelezaji wa mwaka uliopita na kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa katika kipindi kijacho. Ni wazi kwamba Mkutano huu ni chombo muhimu cha kupanga hatima ya mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Tija yake haiwezi kupimwa kwa idadi ya siku au hotuba zitakazotolewa bali kwa ubora wa tafakari itakayofanywa na maamuzi yatakayochukuliwa na mabadiliko chanya yatakayojitokeza katika maisha ya Tanzania baada ya mkutano huu. Rushwa inadhalilisha utu wa binadamu, inasababisha vifo, inasababisha ulemavu, inasababisha dhuluma, inasababisha uonevu, inapora haki za wanaostahili, inachochea wizi na ubadhilifu wa mali za umma, inadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali, inasababisha utoaji wa huduma uwe duni huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Dunia nzima imeelekeza nguvu zaidi katika kuzuia rushwa isitokee badala ya kusubiri kuitibu, na wahenga husema kinga ni bora kuliko tiba, na hekima hii inapaswa kuongoza katika mapambano dhidi ya rushwa, na hiki ndicho ambacho mmetoka kushuhudia kupitia hotuba ya mtendaji mkuu kwamba katika kipindi cha Julai hadi Disemba hiki kifupi tu, TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha za umma zaidi ya shilingi bilioni sitini nukta mbili. Na fedha hizi zimerejeshwa serikalini, ndizo zimefanya kazi ya huduma za jamii, zimepeleka dawa hospitalini zimepeleka umeme vijijini zimepeleka maji kwa Watanzania, zimerekebisha madaraja yaliyokatika zimepeleka elimu, zimepeleka mchango kwenye elimu bila ada, zimepeleka kwenye mikopo ya elimu ya juu. Huu ndo muunganiko wa kazi yenu na maisha ya kila siku ya Mtanzania. Hongereni sana. na Mheshimiwa Rais kila wakati tunapokuepo wasaidizi wake, anatuelekeza kuhusu kuhakikisha masuala yanayohusu huduma za jamii, maendeleo ya watanzania na masuala ya utawala bora yanazingatiwa. Ndiyo maana kama alivyotangulia kusema